<laughs> We are married. E bana, kumekuwa kuna taarifa ambazo zinachanganya baadhi ya watu ambao ni mashabiki wa muziki wa Bongo Flava. Yote hii ni mara baada ya Diamond Platnumz kuweza kuthibitisha kwamba siku za nyuma aliweza kufunga ndoa pamoja na mwanadada. Kwenye mtandao wake wa Instagram aliweza kupakia post ambayo post hiyo kwenye upande wa caption aliweza kuandika ujumbe ambao kwamba ukimya wake umekuwa ni wa muda mrefu sana, lakini ameweza kuthibitisha mushoni kabisa pale kwa ujumbe ambao aliweza kuandika kwamba ameshafunga ndoa kipindi ambacho kimepita kidogo. So kwa kwa kitu kitu ambacho kinaendelea ni upande wa Zuchu, yeye hajaonekana chochote, jambo ambalo linaonekana kabisa kama vile ndoa ni kweli haikuweza aon siku za hivi karibuni, yani imefungwa siku za hapo nyuma kidogo. Pande wa Wasafi Media, wao Wasafi TV, wameweza kupost eh, habari hii hapa ambayo ni Zuchu alikuwa pamoja na Diamond Platnumz wakiwa wanasherehekea, na maneno ambayo yanasikika kwenye video hiyo hapo ni kwamba Zuchu alikuwa anasema mume ah! wangu, we, eh, we married ndo hmm. maneno ambayo Zuchu amesikika akisema, lakini pia imeonekana kabisa kwenye gari kuna shangwe la kutosha kabisa. Mbali na hapo, kunayo video ambayo mama yake Zuchu ambaye ni Hadija Kopa e, bana alijendari huko kwenye mziki wa tarabu, alionekana akiendelea kushangiria kwenye gari e, baada ya ndoa e, baina ya Diamond Platnumz pamoja na Zuchu e, bana kuweza kufungwa. Sasa kwa hii situation ambayo inaendelea, ni kwamba katika siku za hivi karibuni, nikikukumbusha tu kwamba kwenye JPF 2025 e, Zuchu aliweza kuulizwa na mwandishi wa habari kwamba e, vipi kuhusiana na sakata lako la ndoa limekaje? basi mambo atakuwa sawa sasa. Kama ndoa iliweza kufungwa kipindi hicho way back, kwa nini angezungumza maneno hayo hapo hapo? Lakini mbali na hapo pia Diamond Platnumz na naye, kwa upande eh, wa a aliweza kuulizwa kwamba sakata sat la ndoa kwake imekaa vipi, aliishia kucheka, lakini pia hakuweza kutoa majibu sahihi. Alisema kwamba wakati ukifika basi atawaambia. Pengine hichi nacho ndo kitu ambacho ameweza kutuambia bado. Eh, kunaonekana kabisa kwamba kuna mkanganyiko wa taarifa ambazo zinazidi kuendelea kwenye mitandao ya kijamii, lakini kwa upande wa Mwanadada Zuchu mpaka sasa hivi hajaweza kupost kitu chochote ambacho eh, kinaendelea kwenye mtandao wake wa Instagram pale. Ni baadhi tu ya eh, challenge eh, za watu ambao wanaendelea kufanya kwenye nyimbo zake, lakini pia ameonekana kuendelea kukaa kimya. Ukimya wake umeonekana kabisa, ni jambo ambalo linawashutua mashabiki wengi sana lakini mpaka sasa hivi pia kwa upande wa Zuchu aliweza kutoa e, bana e, utambulisho kwamba yuko chini ya lebo ya WCB na mpaka sasa hivi bado hajaweza kurudisha ule utambulisho kwamba yuko chini ya lebo ya WCB ikionekana kabisa kama vile e, kuna changamoto baina yake yeye pamoja na CEO wake ambaye ni Diamond Platnumz. So Diamond Platnumz amewasanua watu, lakini kwa upande wa Zuchu, yeye ukimya ni wa kutosha kabisa. Tupe mtazamo wako, kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Drop comment yako comment hapo apo, usiche kusubscribe kulike, kwa ajili ya kupata taarifa kadha kadha. Drop comment yako, nitafurahi tafurahi kinoma noma kuiona comment yako hapo, wewe mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, utakuwa umetisha kinoma noma. chao chao.